Marko mlango wa 16 mstari wa 18. Exactly. Watashika nyoka, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, ndiyo nao watapata afya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunazidi kukumbushwa ya kwamba na ulinzi au safe katika Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Hata ukinywa sumu, kwa lugha nyepesi, haita kufanya chochote. Amen. Kuna situations ambazo unaweza ukapita kwenye maisha yako ikawa ni a little example ya umekunywa sumu, yani inaweza ikawa inafaa kukumaliza ikawa ina qualify kukuua. Amen. Kwani hujawahi kusikia mtu anasema kama sijafa mwaka huu basi? Tena sio kwa sababu alipigwa mapanga, ni kwa yale ambayo alikutana naye kabisa. Haleluya. Amen. Kama hujawahi kukutana na hali ambayo ukasema kama ile alijanimaliza bado, Mungu yuko na mimi, mwambie Mungu ninakushukuru. Haleluya. Mimi ninajua. Amen. Kuna nyakati ambazo ni kama umeshika nyoka muda wowote anaweza akakugonga akakumaliza, yani unatafuta pa kufia, hali ni mbaya kiasi hicho. Lakini neno linatwambia ya kwamba we will not die. Amen. We are not going to perish. Amen. Tunatoka. Amen. Tutavikanyaga. Amen. Haleluya. Amen, ukiambiwa kwamba hii sehemu kuna wachawi sana, hakuna mtu anayevuka wewe kumbuka ya kwamba tunaweza wakukanyaga. Amen, we have the authority juu ya nguvu zote za giza amen. Hallelujah. Amen. Hakuna sababu ya kusema ya kwamba huukoo waga, hakuna mtu anayefika, ukizidi kufanya hivi watakupoteza, na wewe unaanza kuogopa. Huu ndo mda wa kukumbuka ya kwamba i have the pass, nina ile authority nimesha pewa Haleluya. Amen. Ya kushinda na kubadilisha matokeo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ninataka tu nikutie nguvu, nikutie moyo ya kwamba tumepewa mamlaka. Amen. Tumepewa amri. Amen. Tumepewa nguvu. Amen. Tumepewa uweza. Amen. Go and use it. Amen. Acha kutumia kwanza. We we we are are are underusing the power that we have been given. We are misusing it, we are not using it at all. Ile nguvu ambayo tumepewa, we unaweza ukasema, mbona mimi ninaona kama ninaitumia, mbona mimi ninaona kama ninaijua hii nguvu na ninatembea nayo, lakini moyo wako unasema nini dhoruba ikija? Amen. Moyo wako unakueleza nini? Ni kitu gani cha kwanza unafanya ukiona nyoka? Ni kumkanyaga au ni kumkimbia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kitu gani unafanya ukiona nge Unapoona the storm is coming, ni nini unafanya? Unasimama la kusema tulia, au unakimbia maji yakikufata nyuma? Inaweza ikawa ni lugha ngumu kidogo, lakini point yangu ni moja. Have faith, amen. Kuwa na imani, yachukue maneno ambayo Yesu amesema na uyaamini na uyaishi. ili ili iwe ni imani, lazima iwe ni matendo. Yakobo akasema, imani isiyokuwa na matendo imekufa kwa sababu alijua ni rahisi sana kuwa na imani ya maneno Haleluya. Amen. Ni rahisi sana kuwa na imani ya maelekezo ya kumwambia mtu usiogope, lakini ni kweli hauogopi? Amen. Haleluya. Amen.